Kimoja nimemkuta eh, Mungu we, alhamdulillah tahaddu tahadu, sijatoa eh? hata mguu wangu mimi kushukata chini eh? ombi langu umenijibia. Hapa hapa umepata umbea moto moto. Jenasa, mwogope Mungu mwanam, hebu kwenda zako huko wewe. Mungu kimwona namjua. <coughs> ulitakiwa mwogopewe kwanza, mwanamme mzima umekalia umbea tu uli kila kukicha umbea umbea, na wewe nimekuuliza swali kimoja, nimemkuta marhaba, marhaba, wa alaikum salaam. Hii si ndio salamu ya kwenu hiyo, kwamba ukija tu ukiona watu wauliza unavyojisikia yaani. Alafu kwanza wewe mi wanaonaje mi eh? wanaonaje unachukulia hm? ya poa eh? eh? Yaani umenikuta kwetu alafu pia bare unigombeshe sasa eh? Katika, katika umta mzima warabu ambao tumebaki ni sisi ku unachukua uwaheshimu sisi, ndio Arabu tulobaki katika hii dunia, ndio tulobaki sisi, watuko jivunia kwa na mtu kama mimi wewe, eh? Unakuja tu ovyo ovyo, unachukua ulizi kistaarabu chefu. Chef, kwa Arabu gani liokuwa na wewe? Nataka jibu moja tu kimoja, nimemkuta sijamkuta, kimoja sija mkuta kuja mkuta na, na, na, Yaani kiufupi, kimoja kumundani hayupo oh. Sasa nisikilize, kimoja si hayupo, atakaporudi hapa mwambie, Nasra akafika hapa, akwambia hivi, utakapomwona sehemu yoyote ile, umwone kama kituo cha polisi au mtu mwenye ukoma. Nimechoka na hadi zake za uongo kila siku.